Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaendelea tumsikilize huyu Mkenya. Watu wa, epoenda sahi Tanzania, uulize mtu wa Tanzania, katiba yenu inasema inyu nasema nini? Atakwambia hiyo ni kitu ya vyombo vya dola. Yaani the most stupid than, than anybody else. Most stupid. Watu wajinga zaidi. Wanakaa kwa giza na watu ambao wamefanya watanzania wakae kwa giza, wasijue katiba, wasijue masuala ya serikali, wasijue accountability ya serikali, vile pesa ina, ina run, ni hawa watu hawataki watanzania wachanuke. Sisi wakenya tukikuja Tanzania, tunakuja kuchanua, watanzania wakuwe na akili, wasukue kama Diamond anaenda kutafuta mtu anafiru hiyo ndio maendeleo iko Tanzania. Mimi nataka kuambia mama Samia suluhu koma Kenya, Kenya sisi tunajua, mpaka sisi tunajua finance ya 20, 2025 2026 inakuja na wakitebo kwenye parliament sisi tunaisoma tuna Watanzania, uliza mtu wa Tanzania hata anajua finance bill ni nini? Hana habari. Yani za most, they are more illiteracy. Wako illiteracy. Watanzania wote ni illiteracy. They know nothing about the government. Alafu wanakuja kulinganisha sisi nao. Bwana nimesikia, wamekuhakia, eh, naoamesikia eh, nini Twitter, Twitter ya polisi ya serikali kuleta. Wacha nikwambie mama, wacha kuhaki yo Tutahak paka ma, mawasiliano yako Chungana na sisi. The people of this country called Kenya are more educated. We know everything that the government is running in terms of electricity, in terms of legislature, in terms of uh, the armed of the, the, the legislature. We know all of it. So mimi nataka kukwambia, wewe mama Samia Suluhu kwanza kalisa Watanzania chini uwaeleze masuala ya serikali. Nyinyi mnaenda kwa, ukiona parliament ya Tanzania ni ya upuzi, ujinga, mtupu. Anako hapa anaongea Kiswahili. Hata jielewi. Unakuja kulinganisha na watu ambao tulisimamisha rais William Ruto akituletea finance mbaya. Watanzania wanaweza hiyo, mama, koma sisi ama tutakukomesha. Na sisi tutakushughulikia, uliza Ruto. Tulimshughulikia, uliza Yoweri Kaguta M7. Tukienda huko, anajuanga sisi ni wabaya. Lakini sisi si wabaya. Sisi tunaendanga kueducate the people of Uganda and na Uganda at least wako na akili kidogo. Watu ambao ni wajinga katika East Africa ni wa Tanzania. Unajua Tanzania wa Uganda unaweza enda hapo, kasikia kizungu mbili, kizungu tatu, kizungu tano. Eh, at least pia wanajuanga maneno ya right yao ya kujua maneno ya katiba maneno ya ukiuliza mutanzania enda Tanzania uliza mutanzania section, ebu eh, muulize sapatiko gani? sapatiko gani nasema maneno hii, na hii ya, ya katiba haezi kukuambia. Hajui hata katiba inasema nini hajui wanajuanga tu wakiona tu polisi amevaa uniform. wanajua tu huyo ndio Yesu Kristo Masia. Bwana tutafunza watu wa Tanzania. na tutaanza seminar katika Kenya tutaita wa Tanzania tuwaeke kwa hall, tuwafunze Katiba ya Tanzania, ndio wajue right yao wa Tanzania wajui right yao wajui, tutawafunza. Ndio mama Samia Suluhu ameogopa sisi tusiedukate Watanzania kujua katiba. Mpaka saa hii wa Watanzania wanatumia katiba ya 1989 hey! katiba ya 1989. mpaka saa hii. Alafu Tundu Lisu akisema, lazima tuweke mabadiliko, Mama Samia Suluhu anatafuta maaskari kumshika na kumwekelea kesi. Kama huyu mama mama anajitambua, Mama Samia Suluhu anajitambua, si awachane na Tundu Lisu, wamenyane kwa ballot, awache detector bwana. Hakuna mwanamke ako dikteta kama huyu mama anaitwa Samia Suluhu. Wewe wacha kudikteti watu wa Tanzania. Wacha watu wa Tanzania wapige kura kwa haki, wa kutume nyumbani sababu hata wako kupigia kura ulikaa hapo for kifo ya ya nani? Ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kifo ya last president. So nakwambia Mama Samia Suluhu utukome. Na kama utatukoma sisi tutakushughulikia. Sababu tukome Kome mama sana. Sisi ni Wakenya na tunajitambua na tunajijua. Kenya hii tumeitengeneza, sababu ikonomi tuko juu. Watanzania wenye wana mangamanga manga hapa wakiuza kahawa, unaweza pata mkenya mwenye anauza kahawa Tanzania? Kwani atakuwa mkenya kumbavu? Mara ya mwisho ya nini mkenya auze kahawa Tanzania? Tanzania angalia Mi nawambia, hata ndia hawa wengine wananipita, na ni Watanzania wanauza kahawa, wanauza kahawa. Mimi nataka kukuambia hivi, we mama, tukome hakuna mkenya ako Tanzania anauzanga kahawa, wenyu wameja hapa, wameja marikiti, wameja hapa, wanatembea kila mahali for free. Atujai wa deport. Kama unataka tuanze hiyo biashara tutahakikisha Watanzania wote tumeweka kwande, wa kwa ndege wamerudi kwao. Usitucheze, usifikiri hata sisi ni wazuri, sisi ni wabaya. Tukiachana e, na lugha ngumu na maneno makali, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo anaongea ni pointi, kwamba sisi Watanzania hata katiba yetu hatutaki kuisoma, hatutaki kuijua tuweze kujua, kujua haki zetu ni nini mambo yanatakiwa kwendaje? Hatuna fikra tunduizi za kuweza kufanya kwamba tunawezaje kufanya mabadiliko, kwamba katiba hii ni ya zamani sana, inaendana vipi na kizazi cha leo, kwa nyakati tulizopo, nyakati za teknolojia, nyakati za kidigitali, mambo yako juu, yamebadilika sana tofauti na zamani na ninafahamu mimi, sheria huwa zinatungwa kwa ajili ya kudili na uovu fulani ambao unaweza kawa umeibuka katika taifa au katika jamii. Sasa ili kuudhibiti ule uovu huwa zinatungwa sheria, pamoja nayo ni katiba ambayo ukiisoma, hata ukiitumia kwa nyakati hizi, maeneo mengi sana yanafaa kumwadabisha mtu katika mstari, tukiachana na vile vipengele dhaifu au maeneo dhaifu ambayo yanatakiwa kufanyia marekebisho. Lakini baa kubwa ambalo nimeliona hata hayo ambayo yanaonekana kuwa ni mazuri, bado hayafatwi, hata wenye mamlaka au watawala wanakwenda kinyume na maeneo mengi sana ya sheria. Sheria inaruhusu kila raia kuwajibika kulinda eh, katiba ina, ina, inamwajibisha au inaruhusu kila raia kulinda rasilimali ya taifa yake. Sasa kipindi cha mkataba wa bandari, walibuka watu ambao walikuwa timamu kupinga ule mkataba, kwa sababu wao waliona kwamba una udhaifu, akiwemo Mdude ambaye amepotezwa mpaka sasa hajulikani aliko akiwemo Mwabukusi ambaye ni rais wa Tiloesi. Sasa na wengine wengi. Sasa hawa niliyokutajia Mwabukusi na Mdude walikamatwa wakapewa kesi ya uhaini, kesi ambayo ilikuwa ni magumashi, lakini sababu kubwa ilikuwa ni kutimiza wajibu wao wa kikatiba wa kulinda rasilimali ya taifa lao. Sasa kama vipengele ambavyo vinaonekana kwa vizuri vinakanyagwa hatuoni kwamba maneno ya huyu ndugu Mkenya kwamba ni sahihi, au tunatazamaje? Mimi nafikiri kwa sisi wa Tanzania tunapaswa kufunguka akili tuweze kujua. Huyu ndugu anaongea maneno magumu, ni kama matusi, lakini ana ukweli ndani yake ambao sisi tunapaswa kufata, tukiachana na hayo maneno ya kejeli ambayo anamkejeli rais wetu chani nayo mimi sijaelewa, sijapenda, lakini palipo na ukweli nitasema, amesema ukweli kwenye eneo hilo, tunapaswa kulifanyia kazi. Uwe na wakati mwema na Mungu akubariki amen.